Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, karibu sana kwenye chaneli yako pendwa Top Entertainment and Music Television Temu TV, na leo tunazungumzia tukio kubwa ambalo latikisa dunia ya burudani, hukumu ya Sean Combs almaarufu kama Pididi Ebana, watoto wake wameweza kumlilia mahakamani na wakiweza kumomba jaji yaweze kumsamehe. Lakini je, historia yake ya unyanyasaji inaweza kusahaulika kirahisi? Usijali, twende tukachambue kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa kina. Agoba the name, Stefano Tea, from Tanzania, 255 make sure umeweza kusubscribe TemuTV lakini pia tano notification. Baada ya kusubscribe, kuna kengele ambayo itakuwa inakuja, pia ibonyeze mara moja ili huwa wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu. Thank you so much. Back in the business, back in the story, Diddy ameweza kuomba msamaha. Tunafahamu kwamba Ijumaa e, ya Oktoba 3, 2025 ilikuwa inatarajia kuweza kutoka hukumu ya kesi ambayo inamkabili mtu mzima Pididi, na ni kesi ambayo inakuwa ikinguruma kwa muda mrefu baada ya kuweza kukutwa na hatia ya makosa mawili ya usafirishaji wa watu kwa ajili ya kuwatumia kibiashara ya ngono katika mahakama ya New York, pididi alijielezea kwa unyenyekevu na aliandika barua ya kuomba msamaha, akisema, ninajuta kwa maumivu niliweza kusababishia wengine, nachukua jukumu kamili. Haya ndo maneno ambayo alikuwa ameweza kuandika kwa ufupi kwenye barua ambayo aliweza kuituma. Watoto wake pia walionekana wakilia, wakielezea kuwa baba yao ameweza kubadilika, lakini pia timu ya mawakili wake iliwasilisha video za dakika 11 ikionyesha mabadiliko yake binafsi. Swali linabaki kuwa, je, hiyo inatosha kuweza kupata msamaha wa kesi hii? na ni baada ya kuweza kukutwa na hatia ya makosa mawili ya usafirishaji wa watu kwa ajili ya kuwatumia kwa, kwa biashara ya ngono. E bana, watoto wake hawa na wanasheria wake wameweza kumwomba jaji aweze kumsamehe wakidai kwamba amebadilika na kuonyesha mabadiliko makubwa this time, na watoto hao wameweza kushuhudia mbele ya jopo la mahakama wakimwombea msamaha kwa niaba ya baba yao, wakisisitiza kuwa wamejifunza kutokana na makosa yake na sasa ni mtu mwingine kabisa. Diddy aliandika barua hiyo ndefu akikiri makosa yake na kuomba huruma kwa kuelezea jinsi alivyoweza kupotea njia kutokana na dawa za kulevya na tabia mbaya. Anamwomba jaji amruhusu awe mfano wa mabadiliko kwa watu wengine kwa kumpa nafasi ya pili. Barua na video za msaada zimeonyeshwa kama ushahidi wa mabadiliko haya. Hofu kwa waathirika, wale watu ambao wameweza kufungua mashtaka. Hata hivyo waendesha mashtaka wanasisitiza kuwa Diddy ana historia ndefu sana ya unyanyasaji na unyanyasaji wa kingono na wanapendekeza apate kifungo kirefu gerezani cha miaka kumi na moja kama adhabu kali, lakini pia watoa mashauri kama hilo ikiwemo kasi mmoja wa waathirika aliandika barua ya kusisitiza kuwa anasema, nimehamisha familia yangu kutoka New York kwa sababu naogopa kisasi. Alikuwa mja mzito wa miezi nane alipopata ushahidi wake hii ni ofu halisi na video za unyasaji alilofanyiwa ilionyeshwa mahakamani na watu walishindwa kuamini kwa macho yao. Kwa hilo, kwa watu wa mashauri kama jambo kama alilosema kasi linakuwa ujumbe tosha kwa jamii kuhusu matokeo ya tabia kama hizo. Lakini pia wanasema licha ya msamaha ambao unaombwa na Diddy, bado inaonekana hadharani, jambo ambalo linadhoofisha madai ya mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo, jopo la majaji na mahakama bado linajadili uhalali wa hoja za pande zote mbili athari kwa waathirika na athari za kitamaduni kwa jamii, lakini pia hukumu ya jaji itakuwa muhimu kwa kutoa ujumbe mzito kuhusu sheria na maadili katika kesi hii, ebana. Muktasari huu bana, unajumuisha maombi ya msamaha ya watoto wa P Diddy na mrejesho wa barua yake ya kukiri makosa, lakini pia mtazamo mkali wa waendesha mashtaka, ikiwemo kasi na uzito wa maamuzi ya hukumu ambao unatarajiwa kuweza kutoka. So, hukumu inakaribia kutoka sasa. Ni nini ambacho kinaweza kutokea? Jajaji anaweza kutoa hukumu ya miaka minne hadi sita, lakini pia kuna uwezekano wa kifungo cha muda mrefu zaidi. Timu ya Didi inaomba time served, yani muda aliokaa gerezani tayari unatosha. Lakini je, hiyo ni haki kwa waathirika? Hapo ndo msala unapokuja, au sio bana? Je, yeah, Didi atapata msamaha au hukumu itakuwa kali? Tuandikie maoni yako hapo chini. Lakini pia gonga like video hii na kushiriki na marafiki zako, yani kushare na marafiki zako. Hii ni Top Entertainment Music Television, Tem TV, mahala pekee ambapo unapata uchambuzi wa kina na wa ukweli usiofichwa. Tutaonana tena kwenye video ijayo.